Katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya Mei Mosi Kitaifa, michezo mbalimbali inaendelea mbali kurindima katika maeneo tofauti ya manispaa ya Singida, huku washiriki wakieleza kufurahishwa na hali ya hewa safi na mandhari ya utulivu ya mkoa wa Singida. Kauli ya wanamichezo na viongozi wa Kamati ya Mei Mosi Taifa pamoja na baadhi ya wanamichezo walioko mkoani hapa wamesisitiza umuhimu wa michezo hiyo katika kuimarisha mshikamano, afya na kuongeza hamasa kuelekea kilele cha siku hiyo muhimu kwa wafanyakazi nchini. Ah, mimi kwa kweli kitu kilichonifurahisha Singida ah, ni, ni, ni kuona tu wananchi wa hapa wastaarabu, wastaarabu, wanatupokea. Unapokuwa na shida yoyote, unauliza, unapata, lakini mahitaji muhimu tunayoyahitaji tunapata. Eh, na almaarufu, mkoa huu ni maarufu sana kwa, kwa, kwa, kwa biashara ya, ya, ya kuku kwa hiyo watu wameenjoy toka Dar es Salaam kuku nanunua elfu thelathini lakini hapa unakuja kununua kuku elfu kumi na nane elfu ishirini ni kitu ambacho eh, watumishi wameenjoy wameenjoy. Lakini kingine uh, eh, tuseme usafiri usafiri japo si mwingi sana, lakini nimeshangaa katika mikoa yote bajaji unaweza mtu ukamchukua uka kama bodaboda boda, kakupeleka unakotaka, kwa bei ya bodaboda. Hicho ni kitu nimekiona tofauti, lakini kipekee tunaendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa fursa hii na kupitia Mheshimiwa Rais, kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa Halima Dendego kwa kutupa ushirikiano mzuri kama mkoa, kwa kweli tunaendelea kushukuru. Huduma za afya, usalama mpaka sasa hivi, kwa kweli watumishi wako wakifanya michezo kwa amani, usalama uko kwa hali ya juu. Katika kuonesha kuunga mkono jitihada hizo, mkuu wa mkoa wa Singida Mheshimiwa Halima Dendego akiambatana na makamu mwenyekiti wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa Michael Masubo pamoja na katibu wa kamati hiyo Alex Temba walitembelea viwanja vya Mwenge Sekondari na kushuhudia michezo mbalimbali ikifanyika tunaoamini kabisa michezo ni tiba, michezo ni ajira, michezo ni burudani. Kwa hiyo sisi tuko watazamaji katika kuhakikisha kwamba tunawatia nguvu kwa kupiga makofi mengi, lakini kubwa, tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali anayoongoza awamu ya sita, kwa sababu kama yeye asingeridhia haya kufanyika yasingeweza kufanyika, lakini leo vijana wake mko hapa, mnajuana, mnabadilishana uzoefu, lakini wengine hata kujifunza maeneo mengine ya nchi yetu, mwingine hata leo ni Singida kwa mara ya kwanza ndio amefika. Kwa hiyo jinsi ambavyo mnazunguka kila mkoa mnazidi kuijua Tanzania na mnaweza mkawa watetezi wazuri kwa ajili ya nchi yetu. Mimi nawatakia kila laheri, nimekuja kuwasalimia, ninajua mko hapa na sisi tuhakikishie, ndugu zenu wa Singida tumefurahi sana. Wananchi na wafanyabiashara waliokuwa katika viwanja hivyo kushuhudia michuano ya mpira wa pete na soka, nao hawakusita kuelezea furaha yao juu ya ujio wa michezo hiyo mkoani Singida. Zoheni. Okay, naitwa Yahaya Mnyampanda ni mkazi wa Singida. okay, natokea wilaya ya Ikungi. Uh, fursa hii ya michezo kwa kweli imeleta impact kubwa kwa mkoa wetu, kwa maana population ya watu iliyopo Singida kwa kiasi fulani imeongeza, imekuza uchumi wa Singida, kwa maana biashara zinafanyika kila mtu anafanya biashara na zinatoka ukizingatia kwa mfano sisi Singida tuna kuku wengi, lakini biashara ya kuku sasa hivi kila ukigusa kuku wanauzika vizuri, tofauti na kipindi ambacho hakukuwepo na population kama hii. Kwa majina, naitwa Lamek Mgonja ni mkazi wa Sabasaba. Fursa ya michezo kwa Singida imewanufaisha wakazi wa Singida hususan katika idara mbalimbali mbali, ukiangalia biashara, uchumi na vilevile kupata tuseme tumekuwa na mwamko tulikuwa hatujui michezo inafanyikaje. Tumeshuhudia michezo, timu nyingi zipo hapa, netball, kuvuta kamba na michezo mingine mingi, kwa kweli tumeenjoy. Ni mkufunzi wa chama cha netball Tanzania, ni mwalimu wa waamuzi wote ambao wanachezesha michezo hii ya shimiwi. Niko hapa, lakini nimepata fursa nimekuja bado nafanya biashara ya jezi na bado naangalia uamuzi wa wangu nini wanafanya pale, nipoona wanakosea na warekebisha. Baada ya hapo basi naendelea na shughuli zingine, lakini kama michezo hii, nilikuwa kwanza katibu msaidizi wa Maimosi miaka kumi nyuma iliyopita. Kwa hiyo najua nimeshara timu michezo ya Maimosi muda mrefu, na nilikuwa mjumbe wa shimiwi. Ehe, pia shimiwi ni michezo ile ya wizara mimi nilikuwa mjumbe, ila mwaka jana nimestaafu. Kwa hiyo bado nimebakia na tasnia ya yangu ya kama mkufunzi wa netiboli, na hapo hapo nikija kwenye michezo natumia fursa kama hivyo, unaona, nauza jezi za michezo. Kwa habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi, usikose kutizama Cales TV kila siku.